Wanatumia sasa kushtaki kwa watawala ah, ili kanisa bwana linapiga kelele ili kanisa. Kumbe nyuma ya hayo mashtaka yuko shetani, ila anatumia watu wao pasipo kujijua kwamba shetani anawatumikisha. Tusome hapa tuone namna shetani alivyotumia e, mashtaka haya akatumia kulizoofisha kanisa ujenzi wake kupitia watawala Ule mstari wa sita imeandikwa tena, wakati wa kutawala kwake Asauelo Ahasauero, mwanzo wa kutawala kwake, watu wakaandika mashtaka juu ya wenyeji wa Yuda na Yerusalemu. Watu waliandika mashtaka juu ya wenyeji wa Yuda na wa Yerusalemu, waliokuwa wakilijenga lile kanisa wakaandika kwa mfalme kulishtaki. Angalia sasa mashtaka yenyewe walioyaandika. Ndio maana tunapaswa sana kuwaombea viongozi. Ombea sana mjumbe wa serikali ya mtaa, usimuwache mwombee. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa mwombee, mtendaji wa kata mwombee, katibu tarafa mwombee mkuu wa wilaya mwombe, mkuu wa mkoa mwombe, kwa sababu kanisa kuna mahali linatakiwa lipite liende. Mkuu wa mkoa anaweza akawa kikwazo asipoombewa, shetani anainuka kwa huyu, anazuia. Haleluya, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Nataka nikuonyeshe hizi mbinu, hii ndio mbinu shetani anaitumiaga kuyavunja makanisa. Imefikia sasa kanisa limejengwa sasa, wamepambana hizo njia zote wameshindwa, wanatumia watawala sasa, wanawashtaki haleluya. Anasema unaona, wakaenda kwa mfalme Asauelo kwenda kushtaki wakaenda kushtaki. Wakati wa kutawala kwake Asauelo, kulikuwa kuna mfalme anaitwa Artashasta. Wakapeleka mashtaka kwake juu ya kanisa ya Yerusalemu lililokuwa likijengwa. Walikuwa wakipambana nalo wanashindwa, kila wakipambana nalo wanashindwa, mbinu zote wanatumia wanashindwa, wakapeleka mashtaka.